Kuna taarifa nyingi ambazo zilikuwa zinazungumzwa kwamba Mwijaku ameachana rasmi na mke wake Arisha Kulti, ambaye eh, amekuwa kidete naye kwa muda mrefu, na mambo mengi sana yalikuwa yakizungumzwa, wengine wakidai kwamba taarifa hizo ni za uongo, na kuna wale ambao wanasema kwamba taarifa zina ukweli kabisa na pengine imefika mwisho wa penzi lao, na hii ilitokana na Mwijaku mwenyewe akiwa Dubai, eh, maeneo huko ya Uarabuni aliposti uh, kwamba yeye sasa hivi ni single boy na anaangalia namna gani naweza kapata pia mtu mwingine akudate naye. Na taarifa hizi pia nimepata pia kwenye mitandao, na mmoja wako amezungumza akielezea kwamba uh, sasa hivi kweli ameachana na aliyekuwa mke wake Arsha Cute na sasa hivi anaangalia uwezekano wa kupata mwanamke mwingine pia kwa maana ya kuoa, na amesema kwamba yeye ni mwanaume wa Kiislamu, kwa hiyo kwake yeye um, kufanya tendo la ndoa bila kuwa bila kuoa ni dhina. Kwa hiyo yeye dhina kwake, uh, sio jambo ambalo analipa priority, kwa hiyo ni lazima awe mwanamke mwingine. Kwa hiyo amesema kwamba Januari, endapo Mungu akimjalia maisha, basi ataoa binti wa Kitanga ambaye ni half-cast, yani, amechanganya Tanga na, na, na, na, na na na na wapi Kilimanjaro kwao, akasema kwamba yeye kula na bahati na hapo, kwa hiyo utegemee hivyo Januari agae kadi na vitu vingine kama hizo vitu vifanyike. Na pia ni, alizungumza kwamba akamsifia pia mke wake akasema kwamba hawezi kumchukia na hili yeye amelizia, na akasema kwamba uh, mwanamke huyu ambaye atafanikiwa kumuoa atakuwa na faida kubwa sana, kwa sababu ni mwanamke ambaye ni, ni mtafutaji na ana nyota pia ya kufanikiwa katika maisha. Kwa hiyo atakayempata atakuwa amepata bahati kubwa sana. Huyu hapa mmoja kumsikiliza kile alichokuwa nakizungumza kuhusiana na kuthibitisha kuachana yeye na aliyekuwa mke wake. Huyu hapa mmoja kumsikiliza unaweza ukajaribu, umepanga Mwenge kesho umepanga Mburati, kesho kuto umepanga Kurasini. Kwa hiyo, ukinambia kaondoka, ni kwenye maisha kwenye maisha kuna kujaribu, kwenye maisha kuna kuangalia, bana niangalie hapa niangalie hapa niangalie hapa niangalie hapa full stop. Na kwa upande wangu siwezi kuwa na kinyongo, roho yangu safi, ila dini yangu inaniruhusu, inshallah biidhnillah, mwezi unaokuja Januari siku ya birthday yangu tarehe tano, inshallah nitaoa na nitachukua nafasi hii tarehe tano mwezi wa kwanza siku ya birthday yangu inshallah nitaoa. Mimi ni mtoto wa Kiislamu, zina ni dhambi. Upo tayari kunena mimi na zini? Basi basi inshallah biidhnillahi tarehe tano Januari siku ya birthday yangu ambayo uzundu zindua ghorofa langu ya birthday yangu ambao ndo siku nitakaozindua ghorofa langu la mbweni ndo siku yo nafanya na sherehe ya kuoa yeye. Naweza nikasema mimi nina bahati bado nina bahati ya watu wa Arusha, Moshi, lakini sasa hivi nimepata hii imechanganyika sasa, Tanga na Arusha, lakini bado njia hiyo hiyo. Ukisema mbichi, Husna, unakosea. Naoa mtu ambaye nimempenda na nafsi yangu, huenda akawa mzee, huenda akawa kijana, huenda akawa chini ya umri wangu. Kwa hiyo inshaallah, siku ya tarehe tano ndo mtamjua mke wangu rasmi. Endapo mambo yataenda vizuri, nitakuja kusema hivyo. Hakuna kinachoshindikana. Mwanaume asiokuwa na pesa ndo anaweza akafaili vitu vyote, lakini ukiwa na pesa hakuna kinachoshindikana. Ndo maana narudia tena, Husna, mimi nitakuwa mwanaume wa mwisho kuto kuamini kuwa, kuwa Alice Godfrey Mcharo ni mwanamke ambaye bora hajawahi kutokea duniani, na nakuambia, vinikiwa na akili timamu, one of the best woman ambaye nimekutana naye kwenye maisha yangu ni Alice Godfrey Mcharo. Nitamuheshimu, nitamuheshimu na ninaheshimu leo. Mimi nimekuwa mwingi yako tajiri bilionea, ni kwa sababu yake, ndio maana kwambaje, nitakuwa mtu wa mwisho. Yeyote atakapata nafasi ya kukaa kufanya naye biashara kufanya naye maisha chochote kile, atakuwa amepata dhahabu katika nuru au katika msitu mzito, hawezi kufa maskini.